Naam, hivi sasa tunapatikana katika mji wa Uvira na hawa unawaona ni wanajeshi wa M23 M2 ambao wameanza kuondoka katika mji wa Uvira hapa Kivu Kaskazini. Hii ni kufuatia shinikizo na onyo la Marekani ambalo limeomba M23 kuweza kuondoka katika mji wa Goma, katika mji wa Uvira. Na mtazamaji wa MTV, kwa sasa tuko katika mji wa Uvira ambako wanajeshi wa M23 sasa wanafunga mizigo na kuacha mji wa Uvira, wakianja kuondoka kama vile unavyowaona hapa, wengi wao wakibeba boksi zao ya risasi. hii ni kufuatia agizo ambalo limeomba kwamba M23 waweze kuondoka, na ndio hivyo unavyoona, huu ni mlolongo wa askari wa M23 hapa katika mji wa Uvira Kivu Kusini, ambao wanaanza safari kwa kuondoka katika mji wa Uvira waliochukua siku zilizopita, japo maandamano ya wakazi iliyofanyika hapo jana, lakini askari hawa ni kwamba sasa hivi unavyoona wenyewe wameanja kuchukua silaha kila mtu na vifaa vyake, ni wengi sana na sasa hivi ni saa kumi na mbili na saa sa moja na dakika tatu, saa za hapa mashariki mwa Kongo. Hiki ni kikosi cha M23 hapa kwenye ofisi ya mji wa Uvira ambako wameanza safari yao. Wanarudi nyuma kuacha mji wa Uvira kama vile ilivyoagizwa, na japo maandamano iliyofanyika hapo jana na wakazi wa mji wa Uvira, lakini eh, ni kwamba basi askari hao wa M23 wameanza kuondoka sasa hivi ni saa moja za jioni wameanza kuondoka katika mji wa Uvira, na huu ndio mlolongo unaowaona kila mmoja na silaha zake. Haijulikana watarudi kilomita ngapi kwenye mji wa Uvira, lakini ndio hivyo unavyoona kila kamanda, kila mtu na silaha yake wote, yaani ni kikosi kikubwa sana na haijulikane wanarudi nyuma hadi wapi, lakini kamanda wao wamesema kwamba wanatoka katika mji wa Uvira, wanarudi nyuma kama vile ilivyoagizwa na serikali ya Marekani na mataifa mengine, kuomba kwamba uh, askari wa M23 waweze kuondoka katika mji wa Uvira japo maandamano yaliyofanyika hapo jana, lakini basi ndio hivyo unawaona wako kwenye mlolongo, wanaondoka. Hata kamanda wao huyo hapa <tiple> na hata ukiona pale ni kwamba magari yao vile yapo yamejipanga kama hizi magari makubwa makubwa ya kijeshi. Tutasogea kwa Lawrence Kanyuka ili atuelezee hao wanaenda hadi wapi.

Uniza. Uniza, nam na baada ya hao wengine ambao wamepita, lakini basi do wanaendelea kukuja, ndio sasa hivi askari hao wameanza kuondoka kama vile ilivyoagizwa ukiona vikosi hivi na, na hapa tuko kwenye ofisi ya meya wa muji wa Uvira ndipo kumeanza hii safari. Bado vikosi vinakuja na silaha zao nzito ndito. Mji wa Uvira unapatikana Kivu Kusini, kwenye mpaka wa Burundi na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na sehemu nyingine pembeni ya Ziwa Tanganyika. Ni saa za usiku, japo unaona mwangaza ni kwamba hii ni light. Dakika chache pengine tunasubiri wale viongozi ama kamanda wa M23 waweze kutuelezea wanajeshi wanakwenda wapi, wataishia wapi, na mji wa Uvira sasa utalindwa na nani? Lakini ni kwamba M23 ilikuwa imesema kwamba inahitaji uh, mji wa Uvira uweze kupata kikosi ambacho kitaweza kulinda mji huu. na hapa hii ni ofisi ya mji wa Uvira ambako wameanza safari yao. Na hivi wanatembea kwa mguu, haijulikane wanarudi hadi wapi, lakini hata hii ni mara ya kwanza kwa kweli ku, kuona kikosi eh, askari idadi kubwa ya askari hivi kuonekana katika mji, kwa sababu sio tabia kwa M23 kuonekana chini hapa. Wameonekana kila mtu amefunga mizigo yake, wengine wakiwa na silaha zao. Haya ni magari ya wananchi ambao vile vile wanapita hapa, lakini bado tunasubiri kuangalia nini kitatokea baadaye. Naona vile kuna magari ambayo yanajiandaa nao, yanataka kuja ili kufata hawa askari ambao wameenda kwa mguu. Magari mengine vile naona yanakuja, haya ndio magari ya makamanda wao, makamanda wao ambao wanasema bai E, yaani haya ndio magari ya hawa makamanda ambao wanasema bye, ambao wanasema wanaondoka. Wanasema bye. E, naona vile kuna magari mengine kule na kuna askari wengine vile ambao nao wanajipanga, kila mtu anajipanga, kwamba haya ni magari na kikosi cha M23 ambao wanaondoka moja kwa moja, wanaondoka Uvira bye kingine cha maaskari hapa nako kinafuata wengine ambao wameondoka hao. Ni askari wengine nao wa M23 ambao vilevile vile unaona wanaondoka, yaani milolongo ni nyingi sana hapa. Ni Uvira, Kivu Kusini, pembeni ya ziwa Tanganyika, mpakani mwa Burundi na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Yaani unaona hawa ni askari wa M23 kama vile tumetoa kuzungumza. Hii ni vikosi ambavyo vinafuatilia wengine ambao vile wamepita mbele wameondoka. Bado kuna magari mengine ambayo vile yako pale mbele yangu ukiona. Kwa wale watazamaji ni Uvira, katikati mwa mji wa Uvira. Hii ni ofisi ya meya wa Uvira, kwa wale wanaoifahamu, ndio wameanzia safari yao ya kuondoka, na vile naona vile wengine special force, ambao nao vile nao wale wanatoka wana, nao wanaanza safari Yaani hawa ni askari ambao wa M23 wameanza kuondoka moja kwa moja katika mji wa Uvira na kurudi, haijulikani wanarudi katika maeneo gani. Ni vigumu kwa sababu hawataki kuzungumuza, lakini tu wanasema bai. Kama huyu unaona, anasema okay, anarudi nyumbani, sijui anarudi nyumbani, sijui anaenda wapi. Ni vigumu kwangu kuweza kueleza. Uh, wanaondoka Uvira. Sasa wanakwenda wapi? Kilomita ngapi na Uvira? Hizi ni ambulance zao. Baada, na hii ndio gari kubwa vifaru. Hii gari kubwa ya kijeshi ambayo vilevile vile wanaita mamba. Kubwa sana hii. Eh. Na magari mengine haya ambayo unayaona hapa, o special force. Yaani, magari yao yote yanaondoka. Unaona haya magari yote yanaondoka ya. Sasa baada ya vikosi vyao kuondoka, sasa ni mlolongo wa magari makubwa makubwa haya ni magari makubwa makubwa yote ambayo ni ya special force ambayo ilikuwa na silaha juu yake, zile wanaita PKM sijui 12 nini na yale magari mengine ya kijeshi. Yaani ukiona kule mbele yangu hivi, kuna magari mengine bado yanakuja. Hii nao ni ambulance ambayo vile inaondoka magari mengine na hizi wanaita kamio magari yani vikosi vya M23 ndio wao wameondoka wote bai, ndio wao wanaondoka, wanasema bai kwa wananchi wa Uvira. Sasa hii ndio kikosi cha mwisho kabisa eh. Yani, hii wanaita special force. Sasa hii wanaita tangi tangi, hii tangi ndio silaha kubwa e, e, e, e, ya kulinda watu hii. Hmm. Gari kubwa za kijeshi sasa ndizo zimeondoka. Yaani M23, tunasema kwamba hapa tuko katikati mwa muji wa Uvira, mkoa a kiu ya kusini pembeni <coughs> Naam, ni kwamba mtazamaji na msikilizaji wa wa MTV online, ni hivyo askari wa M23. Wameondoka hapa katikati mwa mji wa Uvira. Haijulikane wanakwenda kilomita ngapi, watarudi kilomita ngapi haini kufuatia uh, tangazo la serikali ya Marekani iliyoomba kwamba waondoke katika mji wa Uvira. Safari yao wameanzia hapa kwenye ofisi ya Uvira. Na hapa wanaandika Meri Duvira. Uvira. Kuna watu watajiuliza, Uvira ni wapi, lakini ndio hapo, yaani hii ndio ofisi kubwa ya, ya muji wa Uvira. Basi mengine bado hatujapata maelezo zaidi, lakini tutawaambia watazamaji wetu na wasikilizaji. Nashukuri hapa. Nam sasa hivi tuko katikati mwa mji wa Uvira ni Kivu Kusini, pembeni ya ziwa Tanganyika. Umetoka kuona huu mlolongo, ni askari wa M23 ambao wameondoka katika mji wa Uvira hapa Kivu Kusini. Ni vigumu kwangu, japo tumeruhusiwa kupiga picha namna wanavyoondoka. Ni vigumu mimi kufahamu wanakwenda kilomita ngapi, wanarudi nyuma kilomita ngapi, lakini tutazungumza baadaye na msemaji wa M23 Lawrence Kanyuka ambaye ataweza kutuelezea pengine kwa nini wanarudi nyuma uh, lakini ni kwamba hapa tuko kwenye ofisi ya mji wa Uvira inayojulikana kama vile Meri Duvira ni Kivu Kusini. Endelea kupata MTV kufuatilia ma, matangazo yetu, lakini kwamba saa chache tulikuwa tumekuwa kwenye mpaka wa Uvira wa Burundi na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambako raia wa Uvira waliokuwa wamekwama hapa katika mji wa Uvira wamerudi katika uh, katika taifa lao. Ilikuwa ni zaidi ya mia tatu ambao leo wa maru, wamerudi, lakini kwa taarifa zetu zaidi mtaweza kufata kwenye uh, media yetu namna ilivyokwenda, wanawake, watoto, namna walivyokuwa wakivuka mpaka kuvuka ka, ka vivira, uh, na hii daraja kubwa la, la Uvira ambako anganyiki imechukua sehemu hii na sehemu nyingine, tulizungumza na wakaazi, lakini haya mtafata baadaye. Uh, hapa ni usiku ni, ni usiku ni, ni saa moja sasa dakika ishirini na mbili katika mji wa Uvira Kivu Kusini. Kuna wakaazi wa Uvira wanauliza hata hapa wa kwenye live wanauliza ni Uvira sehemu gani? Hapa Uvira kwa wale ambao wakaazi wako katika manyumba zao, kwa sababu ni usiku hawataona ni kwamba ni Uvira kwenye ofisi ya mji wa Uvira wanasema, Meriduvira ndio kumeanza safari sasa hivi, kwa sababu kawaida M23 wakiondoka hawaendi mchana, wanaenda usiku, ndio sababu pengine wakaazi hawatawaona, lakini ndio hivyo, umetoka kuona mlolongo silaha na magari yao, wote wameondoka. Ni hivyo, na tuendelee kufuata matangazo yetu uh, na, naona vile wengine nao ambao ni pengine ni timu lao nao vilevile wameondoka wame, naona kuna gari nyingine kule, kuna gari nyingine inawasha saa, nao nadhani nao wanataka kuondoka sasa hivi. Naona ukiangalia hata kule utaona kuna gari nyingine ambayo ni ya kijeshi. Na jaribu kwa wakazi wa Uvira, kuna wale wanauliza sasa, nani atalinda muji? Sisi hatuwezi weza kujibu ni AFC M23 wenyewe ndio wataweza kutoa tangazo rasmi: nani atalinda muji, utalindwaje, nani atakaa hapa. Lakini kwamba katika tangazo la M23 walisema kwamba lazima kuwe na kikosi natro ambacho hakina upande wowote, ambao kitawekwa katika muji wa Uvira. Na hapo jana kumekuwa maandamano ya wakazi ambao wamesema kwamba hawataki M23 kuondoka. Wengine wakisema kwamba lazima kurudi kwenye mazungumzo ya Doha, Qatar na kuweza kuheshimu makubaliano ya serikali ya Marekani na ya Rwanda kuweza kusitisha mapigano mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa sababu wakazi wanachokihitaji ni amani. Vita mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo vimepelekea watu wengi kuwa wakimbizi, idadi kubwa kwa sasa ikipatikana katika nchi ya Burundi na wengine hivi sasa wakipatikana katika nchi ya Tanzania wengine wanatumia zile boti ndogondogo wanaita mitumbu. Wengine unasikia wamezama, wengine sijui nini. Kwa hiyo wakazi wanasema kwa jumla eh, naona vile vile kuna gari nyingine, lori nyingine ambayo nayo hii nayo imebeba nayo askari wengine Kusambu, kwa sababu kuna wale ambao wameenda kwa miguu, wengine special force. eh, eh, eh. Hii nao ni nyingine ambayo vile vile nayo imebeba wengine askari, naona mizigo iko ndani, wengine wanabeba mabasi Yaani, wanabeba risasi zao ii iikamaze nayo vile inabeba risasi, chakula, chakula ambayo walikuwa kutumia hata matelao, na interesi, na silaha itondizo ambazo ndio hizo zimefungiwa ndani ya magari na hata hao wengine ambao, yaani ya ndio awamu ni kama ndio awamu ya mwisho ambayo ilikuwa inalinda mji wa Uvira, ndio wanaondoka sasa kwa sababu sasa wamebeba vifaa vyao vya kula na hata vitu vya kulalia, silaha nzito nzito ile mizinga ee, naona vile kuna, kuna gari nyingine inatoka hapa, sijui ni ya makamanda wao ama ni ya wanani, basi nao vile vile wanabeba mizigo. Naam, ndio hivyo hali sasa hivi ni saa moja na dakika ishirini na tano katika mji wa Uvira. Ndivyo hivyo hali iliyoko hivi sasa. Lakini sasa hivi ni kwamba wakazi, tunaona wanajiuliza, nani atalinda mji wa Uvira? Ni vigumu mimi kusema nani atalinda mji wa Uvira, lakini ni AFC M23 wenyewe wanajua mji wa Uvira utalindwaje, utabaki mikononi mwa nani? Utabaki mikononi mwa polisi kwa sababu, kwa saa za mchana nimeona polisi kutoka mji wa Kivu ya Kusini katika eneo la M23 au vile vile unaona matela ambazo wako na hata askari wengine naona, vile vilevile, uh-huh. naona kuna vile askari wengine mnaoona, ndio hawa wale ambao walikuwa wamebaki nyuma, ambao vile wanafata wengine wanaondoka kama hao. Unaona wana redio kubwa kubwa za mkono hapa ambazo walikuwa wanatumia kwenye uwanja wa mapigano. Hii ni mara ya kwanza kuona wanajeshi wa M23 kwa sababu tangu mapigano yameanja, hakuna mtu ambaye amejaribu kuwaona na walikuwa hawaruhusu mtu kuwapiga picha, lakini leo wamekubali kwamba wanapigiwa picha, ili wanarudi, wanatoka katika mji wa Uvira, wanaenda wanarudi nyuma. Hii ni kufuatia makubaliano uh, hiyo, ni kufuatia makubaliano wengine ndio hawa kama vile unawaona nyuma yangu kuna wengine vile. Yaani ni kama dakika 30 tangu askari wana wanapita, ni wengi, ni kama brigadia nzima, sio kama nao walikuwa katikati ya mji wa Uvira. Eh, unaweza kuwaonesha? Ndio wale okay. Yani, naona hawa ndio nadhani ndio kikosi cha mwisho pengine, kwa sababu wamekuwa wengi kweli tangu umeanza kuwaona. Nadhani mtazamaji wa MTV umeona wa askari wa M23 wanavyoondoka katika mji wa Uvira na hii, naona hawa wamebeba matela, vyakula, sabuni, wengine mafuta, yaani wamebeba kila kitu pengine saa zinazokuja ama kesho utaweza kumsikia Lawrence Kanyuka, ambaye ni msemaji wa AFC M23, ataeleza kwa sababu hatukumuona hapa pembeni yangu. Ataweza kutuelezea pengine ni nini kinaendelea, hawa askari wanatoka, wanakwenda wapi, wanakwenda kilomita ngapi, watu a inaenda kuchukua askari wengine hivi waweze kurudi ndiyo hivyo. Hali, endelea kupata MTV ili kufata namna M23 wanaendelea kutoka katika mji wa Uvira. Asante sana.